Mwanamke mmoja Pili Nzoka, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 65, amekutwa amefariki dunia katika kijiji cha Isenga kata ya Ilolangulu wilaya ya Uyui. Akizungumza na UFR, mwenyekiti wa kijiji cha Isenga Idi Sambayo ameeleza tukio lilivyotokea. Tukawa tumepata taarifa kutoka kwa binti ambaye ni mtoto wa marehemu, yeye akidai kwamba mama yake alipigiwa simu majira ya saa mbili usiku na alikuwa yumo ndani, alitoka nje akiwa anaongea na hiyo simu, lakini toka hapo hakurudi tena, ambayo ni tarehe mbili. Hiyo baada ya kukusanyika pale tulikubaliana wote kwa pamoja, sasa inatakiwa tuanze kutafuta baadhi ya maeneo, watu waliyekuwa huku, ndio muda tukaona wanatupigia simu, jamani, njooni huku meuona umwili. Baadhi ya wananchi wa kijiji hicho wametoa rai kwa jamii kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi. Kwa kweli hili tukio limekuja tofauti sana, limetuk, limetusikitisha sana sisi kama kina mama. Kwa kweli, yani, imeonekana sisi kina mama tunanyanyasika kwa kweli. Tukio lii nilipokea kama lilivyokuja, lakini kiukweli linasikitisha, na nilichojifunza mi jua hili tukio ni kwamba haitakiwi ukachukua hatua kama hii, sheria mkononi haitaki kuchukua. Kinacho cha msingi ni kutoa taarifa kwa viongozi, kusema kwamba alikuwa kadhulumu nani hii mali ya mwanaume au nini. Ila basi tunaonekana ma, maonezi toka tunakaa tunaonewa sisi wanawake wa Isenga. alikuwa hana mgomvi na mtu alikuwa mcheshi. Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa kijiji cha Isenga Sambayo ametoa rai kwa wananchi kudumisha hali ya amani na utulivu pindi unapoona mtu ametoka katika mazingira ya kutatanisha, tusiwe tuna. Tunachukua muda mrefu bila kutoa taarifa kwenye ngazi husika za viongozi. Endelea kufuatilia UFR updates.